Ufalme wako wote ukanipatia mimi, ni umiliki wa ma fi dunia kullaha, na hata vilivyokuwa ndani ya dunia, ufalme wa dunia wote pia nikaumiliki mimi, siko tayari kutanaswar lan ukafira dina Muhammad, siwezi mi kuikufuru dini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi wa salatu wa wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni mara nyingine tena kuja kuendelea na kujifunza katika somo letu la sirah mbali na matukio tofauti tofauti ambayo kwamba yaliyotokea na kujifunza kwenye matukio hayo katika zama za Mtume na maswahaba wake. Wakati mmoja katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ambaye kwamba ni khalifa wa pili katika Uislamu, tukio moja muhimu sana linatueleza jinsi maswahaba walikuwa wakiishi vipi, na wewe ukarin jinsi maisha yetu leo tunavyoishi sisi Waislamu. Angalia undugu na mahaba na mapenzi ambayo kwamba walikuwa nayo masahaba na uangalie hali yetu sisi Waislamu. Je, undugu huo na mapenzi kama hayo yapo? Jawabu utanipatia baada ya kusoma e, <coughs> somo la leo Naam. Wakati mmoja Umar bin Khattab radhiallahu an aliwatuma masahaba kwenda kupigana na dola ambayo kwamba ndio ilikuwa super power ya wakati huo si dola nyingine, ilikuwa ni dola ya Kirumi, Roman Empire, ambaye kwamba kiongozi wake alikuwa ni Heraklu. Kiongozi wa Roman Empire wakati huo alikuwa akiitwa Heraklu, na kisha kiongozi wa jeshi ambaye kwamba Umar bin Khattab radhiallahu an alimtuma kuwakilisha Waislam, ndio kiongozi wa jeshi, qaidu jeshi muslimin, alikuwa si mwingine isipokuwa ni bwana wetu Abdullah bin Hudhafa Abdullah Abdullah bin Hudhafa. Kwa wakati huo, basi yakatoka Masir watu kwenda zao mpaka katika sehemu ya vita, na wakapambana waislamu kwa juhudi kubwa sana, wakapambana wakapambana na warumu, na halikuwa wamezidiwa mara mbili mara tatu kwa idadi yale ambayo kwamba waislamu walikuwa nao walivyozidiwa na warumu lakini kwa bahati mbaya, mwisho matokeo hayo yakatokea ya kwamba wa, matokeo hayo yakatokea ya kwamba Waislamu hawakushinda vita kama vile na akashikwa mateka kiongozi na baadhi ya askari wake, wakawa prisoners of war. Abdallah bin Hudhafa alishikwa pamoja na baadhi ya masahaba, wakawa wao ni mateka wameshikwa katika vita kama hivyo. <coughs> Sasa, matukio baada ya hapo yaliyoendelea ndiyo kwanza yatakujenga kiimani ewe Muislamu. Hapa ndipo ninapopata kugusia hasa. Hapa ndipo malengo yangu yalipo. Angalia uthibiti wa imani ambao kwamba walikuwa nao maswahaba kama hawa. Vitu gani alivipitia swahaba kama huyu pamoja na wenzake? Kitu cha kwanza, mfalme huyu Heraklu alimwita Abdullah bin Hudhafa. Na akawa anamuhitajia kwa sababu ya kwamba, kiongozi anaposhikwa na kuteswa basi, akishasalimu amri, wale waliobakia kawaida wote watasalimu amri. Ni kama vile katika vita, ikiwa kiongozi jeshi lake litashindwa, kiongozi akishauwawa alatul, wale wengine watakimbia. Kwa hivyo, kiongozi ni kiungo muhimu sana. Aliposhikwa kiongozi kama yule Abdallah bin Hudhafa, akaanza kumsulubu kabla hajafikia kwa staji hizo na kumfungia na nini, kwanza kabisa alimwanza kwa matawi ya chini kuanza kumpa unasaha na ushauri ya kwamba ya Abdullah bin Hudhaifa, tanassar tanasar wa sawfa utika nisfa mulki, kubali tu kuwa mnaswara na mimi nitakupatia nusu ya ufalme wangu mimi Hirakdu, na wakati u likuwa wanamiliki thuluthul ardh, yani thuluthi ya dunia nzima ilikuwa wanaimiliki hawa Rum kwa hivyo, batna kuwa mnaswara, wasaufa utika nisfa mulki, na nitakupatia mimi nusu ya ufalme wangu. Wewe kubali tu kuwa mnaswara, haina haja ufanye sijui nini wala nini, hakuna haja mambo mengi. Ukishakubali tu kuwa wewe ni mnaswara basi, kwa ajili hiyo mimi nitakupatia nusu ya ufalme wangu. Angalia majibu gani, majibizani waliompatia sahaba kama huyu na kumambia hierakulu. Akamwambia, wallahi lau ataitani almulka kullaha, lau ungenipatia mimi ufalme wako wote, yani uka, wacha kuwa wanipatia nusu, ule ufalme wako wote ukanipatia mimi niumiliki, wa ma fi dunya kullaha, na hata vilivyokuwa ndani ya dunia ufalme wa dunia wote pia nikaumiliki mimi, siko tayari kutanaswar, lan ukafira dina Muhammad siwezi mi kuikufuru dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wacha nusu ya kiji ufalme chako hiki, kwamba hakieleweki dunia nzima ni imiliki basi, mimi siko tayari kuwa mnaswara. Angalia msimamo gani thabit aliokuwa nao. Leo atakuja mtu kukuhonga kwa pesa ambazo kwamba la yusminu wala yughni min ju' kisha kwa wakati huo uko tayari wewe kumweka maukifu mwenzako, maukifu magumu sana, iman kwa chochezi za fitna, kwenda kumtidia kwa serikali, kwa yeye fulani kadha wa kadha, akashikwa au akapotezwa au ukamtumia majambazi au ukatoa siri zake. Kwa nini? bithaman bakhsin, pesa ndogo, ambapo kwamba haina faida, lakini wewe kwa kuwa ni riziki yako uipata, japo katika njia ya batili, uko tayari kufanya chochote na wengine pengine kwa mambo ya kijinga kabisa, chupa moja ya pombe au sigara ikamfanya yeye akatoboa siri ambazo kwamba alikuwa amekabidhiwa na ikawa ni muhimu kwake, kwa hifadhi yake, hilo moja. Baada ya kuwa amejibiwa hivyo, hasira zikampanda Herakli, akaona kwamba sasa huyu bwana, mimi kadri ninavyozidi kumweleza na nimembembeleza, lakini naona ni kama ana kejeli fulani huyu. Waacha subiri, nimuoneshe sasa kitu gani alichokifanya? Amara ila an yuslaba, akaamrisha asulubiwe Ibnu Hudhafa ala swalibin, kwenye vigogo, kwenye msalaba wa umira bisihamin na akaamrisha aanze kurembelewa mishale wa kulama asabahu sahmun. Kila ukimpata yeye mshale ima kwenye mkono au kwenye miguu, basi yeye hupiga ukelele, hakuna analolisema isipokuwa la ilaha illa Allah kila mshale ukimfikia kwenye mguu, la ilaha illa Allah. Kila mshale ukimfikia kwenye mkono pap, la ilaha illa Allah. Hana lengine analolitaja sahaba kama huyu isipokuwa ni kalimatu tauhid. Yeye anaitaja kalima hiyo kwa mfadhaiko ambao kwamba amba walikuwa nao hao mabwana, kwa sababu makureishi hao makafiri wakati huo walikuwa wakishasikia kauli kama hiyo, basi walikuwa wababaika na kuamini huenda kwa kumtaja Mungu kwa usana kuweza kutokea maajabu makubwa, hapa paskadike akaamrisha, ayarjiuhu, akaamrisha wamteremshe, au yanziluhu. Baada ya kuteremshwa Abdallah bin Hudhafa kwenye msalaba kama ule, akamwambia tena, tanasar, kwa nini kujipa tabu zote hizi, upigwe mishale na nini? Kubali tu tukuwa wewe ni mnaswara na mimi nitakuachilia saraha sarahai, na mimi nitakuachia wa uhuru wako na ndugu zako, wewe kubali tu kuwa mnasara. Lakini Abdallah bin Hudhafa ikawa msimamo wake ni ule ule, ya kuwa yeye hawezi. Baada ya kuona kuwa hilo limeshindikana, faghulia lahu maun, akachemshiwa kwa ajili yake maji fi qidrin, katika sufuria ya shaba, hata kada jismu linai anyahtarika mpaka ikafikia kiwiliwili cha sufuria kama ile kuteketea, inakaribia sufuria kama ile kwa jinsi maji yalivyochemshwa kwa kamoto. Hebu jiulize ni maji alivyopata kiasi gani haya kwa wakati huo? thumma ukhidha, kisha akachukuliwa huyu sahaba Abdullah bin Hudhafa na kupelekwa kwenye sufuria ambayo kwamba ghiliani ni yenye mchemko wa sampuli namna hiyo walama kana yamshi ilaih, na wakati alipokuwa yuwaelekea kwa kwenda kuchumbukizwa kwenye sufuria kama hilo, kana yabki, alikuwa yuwalia. Falama raa dhalika hiraklu, Hiraklu alipoliona hilo fariha kathira, likamfurahisha sana, ila akajua bas, 100% huyu nishampata. Kisha akamsongelea karibu yake na kumwambia, nyo abakaita, unalia, unaliza kitu gani? Ganijabari wa imani, imekuwaje hivi sasa wapelekwa kwenye sufuria la moto tayari, hivi umeanza kulia? Ushaanza imani yako imeshavunjika, makali ya imani yako yashashuka. Lakini sikia jibu aliompatia Abdallah bin Hudhafa kumwambia huyu bwana, alimwambia nini? wallahi ma bakaitu khaufan, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu wangu ya kwamba mimi sikulia kwa sababu ya kuwa mimi ni muoga wa sufuria au maji moto hayo

nafsi mia moja wacha moja. Hii kinachonihuzunisha ya kwamba hii moja ikishatoka ndo basi sina nyingine mimi, lakini ilikuwa natamani niwe nazo mia, ili ya kwanza inatoka, ya kumi inatoka, ya ishirini na tisa inatoka, ya hamsini inatoka, inatoka mpaka zifike mia, uniadhibu sana we Herakli, maana hii haitoshi hii moja, ukishaniua ndo basi. Oh, kuyasikia haya akaona Herakli, kumbe huyu bwana naona kana kwamba bongo lake haliko sawa kwenye akili yake, kuna mitihani fulani, yani kana kwamba nyuzi hazijakaa kisawa sawa, kuna moja iko loose. Kwa lugha ya sasa, huyu bwana akili yake haijakaa sawa kabisa, lakini subiri, nitakufanyia mambo ambayo kwamba na imani, akili yako itarejea vizuri kwenye sehemu yake. Nini alichomfanyia? fa arada anyajriahu risalu mukhrin Akataka kumpitishia kitu chenye ku, ku, ku, kuosha ubongo, yani awe brainwashed huyu, akili yake haijakaa, pengine kuna taka zimemganda, pengine tukishampatishia huyu brainwashed, huenda sasa akili yake karejea kwenye sehemu yake tulivu. Kwa kitu gani walichokifanya? Wakataka kufanya hivyo maamraatin saqitatin, pamoja na mwanamke mtovu wa adabu, mwanamke ambaye kwamba aliokubuhu duniani, mwanamke mwesherati malaya sana kisha faghuliqa lahu, akafungiwa Abdullahi bin hudhafa ma hadhihi mraa, pamoja na mwanamke huyu fi ghurfatin, katika chumba kimoja aria alichokuwa wazi huyu mwanamke kiwiliwili chake, kisha akatiwa pamoja kwenye rubu na Abdullahi bin hudhafa. Falamma mara saatin, yalipofika na kupita baadhi ya masaa yaliyopita, utiya biha, akaletwa mwanamke kama huyu pamoja na Abdallah bin hudhafa, kisha akaanza kuulizwa, sasa, ehe, hebu tupe habari, ili apate kufedheheshwa huyu Abdallah bin hudhafa, jabari wa imani, taka tumuoneshe, tumfedheheshe kwa watu, hebu tueleze amefanya mara ngapi? Pengine, lakini jawabu alilolipeana mwanamke kama huyu amwambia, Ayuhal maliki ya sayyidi, ewe mfalme bwana wangu ana lastu adiri ila man arsaltani. Sijui ni kwa nani ulionituma kwake. A arsaltani ila basharin am hajarin. Sijui umenituma mimi kwa binadamu au jiwe kwa sababu kila ninavyojipitisha pale mbele na kucheza nanini, na nini na kukaa na staili hii na staili ile, lakini sikusikia, ma samiitu qattan, sikusikia chochote kwa jabari wa imani kama huu, isipokuwa akimtaja tu Mwenyezi Mungu kwa spidi ile iliyokuwa hali ya juu, la ilaha illa Allah, la ilaha hili ndio alikuwa anamsikia huyo bwana huyu. Baada ya yote hayo hakukata tamaa, fa huli qalahu, akafungiwa tena Abdallah bin Hudhafa fi ghurfatin katika chumba tena kimoja kilichokuwa chumba hicho yumna'u minhu ltaamu wa sharab, akinyimwa humo ndani chakula na kinywaji, illa isipokuwa ameachiwa lahma khinzirin nyama ya nguruwe wal khamra na pombe. Fadhalla thalathat ayam, akakaa huyo Abdallah bin Hudhafa siku tatu. Siku tatu dhalla thalathatu ayyam amekaa siku tatu, lam yakul lahma hinzirin hakula huyu Abdallah bin Hudhafa nyama ya nguruwe, walam yashrab khamran, wala vile vile hakunywa pombe kilevi kama kile. Baada ya siku tatu kikafunguliwa chumba fawajadahu, wakampata huyu Abdallah bin Hudhafa buheri wa afya, yusabbihu llaha wa yadhkur, akimsabiha Allah na kuleta adhkar wa idha hana waktu swala yusalli, na time ya swala ikifika anaswali hana wasiwasi. wal khamru kama huwa wal lahma al khinziri kama hi, na vile vile wakapata pombe iko vile vile haikuguswa, wala hata nyama ya nguruwe vile vile pia haikuguswa. Bas wakapata hoja hapa, nguvu ya kumfanyia taan huyu sahaba Abdallah bin Hudhafa, ehe wewe Abdallah bin Hudhafa unajifanya jabari wa imani, dini yenu haikuamrishi ya kwamba wewe ukiona pale umetendwa nguvu na hali ya kuwa una nafasi ya wewe kula kile ambacho kwamba kilikuwa ni haramu, wa anta mutarrun, hali ya kuwa umebana umebanana njaa? Je, haikuruhusu dini yenu kuwa wewe ule kile ambacho kwamba umeharamishwa kwa kadri ya kuzuia njaa? Abdallah bin Hudhafa akawaambia, khiftu, nimekuwa na wasiwasi nikachelea ya kwamba an ushmita adha Allah, ili wapate vicheko maadui wa Allah, waanze kuleta shangwe na vigelegele. E hey, kanywa pombe huyo, kanywa pombe, kana nyama ya nguruwe, kana nyama ya nguruwe. Kwa hivyo mutaitweza kwa kitendo changu cha hivyo, ndo maana mimi nikachelea musije mukaitweza dini ya Mwenyezi Mungu, ndo maana sikula hapa Hiraklu ilipofikia steji kama hii, akaona ya kwamba sasa Abdallah huyu bin Hudhafa nimejaribu, nimejaribu, akaamua kurejea tena kwenye matawi ya chini. Kitu gani alichomwambia? Akamwambia, sawa, nishakusikia, basi ile mimi naombi moja kwako, nikitakacho ni hiki bwana, lau utakuja kunibusu kwenye paji langu la uso, basi mimi nitakuachia uhuru wewe na wenzako. Abdullah bin Hudhafa kulisikia hilo, akamwambia kwa hilo tu? Basi chovya wino, weka masharti sasa hivi, andika na mimi nitafanya hilo. Kwa hilo tu mimi nitalifanya. Maswahaba wenzake wakamlaumu sana Abdallah bin Hudhafa, ah, kwa nini kwa nini kwa kufanya haya? Pombe kaishinda, nyama nguruwe kaishinda, mwanamke kamshinda, mishale na maji ya moto yote kayashinda, hayo leo waenda vipi kwenda kumbusu kafiri mkubwa kama huyu? hali ya kuwa basi, katika heshima za Wanaswara, ukishabusu nguo lake lile, mikono yake au nini, sehemu yote katika kiungo chake, shamtukuza sana kama yeye ndio Mungu mwenyewe. Kwa hali hiyo, Abdallah bin Hudhafa, masahaba wakamlaumu kufanya hivyo. Lakini angalia, Abdallah bin Hudhafa wakati enda kufanya hivyo, alisema nini? Alisema kumwambia Mwenyezi Mungu wake, Ya Rabbi, ewe Mola wangu ya kwamba wewe unajua, anta taalamu ma fi qalbi, unafahamu vyema mambo kwamba yako katika moyo wangu, walladhi adhhabu ilayhi wa uqabbiluhu inni lan uqabbilahu, ya kwamba mimi sitombusu bwana kama huyu, ila saabsuku alayhi, ila ntamtemea mate huyu, sitena kumbusu, ntamtemea mate. Lakini ningine nalolitaka, nalolitaka kwa kwa wewe mola wangu, idha saaltani utakaponiuliza siku hiyo, kwa sababu kiumbe chako umekiumba kwa hali tukufu, kama ulivyosema kwenye Qur'an, umemuumba bwanadamu kwa njia bora zaidi. Ni kiumbe chako kile kwa mimi nimeenda kukitezwa kwa kukitemea mate, basi na kuomba ya kwamba lam afal dhalika, sikulifanya hilo ila isipokuwa tu liitlaqi sarahi ikhwati, ili wachiwe uhuru ndugu zangu mimi sendi kumbusu, wa, kumbusu kichwa isipokuwa ntatupia mate, lakini kwa njia ya kumhada aonekana kwamba ya kuwa yeye ameshabusiwa yeye ndo furaha yake. Alipoenda Abdallah bin Hudhafa akamtemea mate kwenye kichwa chake, lakini duna an yashura pasi na kuelewa huyu bwana kama ametemewa mate, yeye akaona kwa shapata leo mfuasi katika Muhammad amenibusu mimi, tosha, ndicho nilikuwa nakitaka hicho thumma bada dhalika wakaachiwa wale masahaba pamoja na kiongozi wao Abdallah bin Hudhafa. Walipofika Madina, wakawa na mlaumu sana, imekuwaje? Hey, leo Abdallah bin Hudhafa wamuelezea, wakati Amirul Mu'minin ni Umar bin Al-Khattab, wamueleza kwamba huyu bwana leo kafanya matokeo makubwa makubwa, lakini hakuna ni heri tungeuliwawa mbali sisi tukafilia tuka mbali, lakini kwa kitendo alichokifanya kimetuhuzunisha na kututoeza sisi kama Waislamu, angalia

amrisha Umar bin Khattab, wa ana amirul mu'minin Umar bin Khattabi abda bihi, na mimi ndio wa kwanza nitakao anza. Akasimama Umar bin Khattab ambaye alikuwa ni mkubwa wa maungo, na Abdullah bin Hudhafa alikuwa ni sahaba mmoja dhaifu, dhaifu, dhaifu fil jasad, alikuwa si mtu mkubwa mkubwa, lakini ihtirami yote na utukufu wa sahaba kama huyu, akaanza amirul mu'minin kumbusu Umar, akambusu Umar Abdullah bin Hudhafa Kwenye paji lake na Umar, akaamrisha maswahaba wote umati wote ule wambusu Abdallah bin Hudhafa. Aashu a'izza wamatu shurafa, waliishi hali ya kuwa ni wenye izza na wakafariki hali ya kuwa wao ni watukufu mno. Je, sisi Waislam hali yetu je? Tuna mapenzi hayo katika dini yetu kweli? Je, hivi tunavyoishi sisi Waislam katika zama zetu tulizokuwa nazo hizi bali kibaya, mpaka katika familia watu wanakatana, watu kupeanana lana, watoto kwa wazazi wao, majirani, Waislamu wenyewe kwa wenyewe hawaelewani, misikitini hakuna kauli moja ya Waislamu leo, mpaka tumewapatia nafasi Mayahudi kututeza shere, kwa sababu hatuna nguvu sisi Waislamu. Kila mtu yaamalu ala shakilati. Ndugu zangu ni Waislamu, Leo tutazisoma sera za masahaba na kuzifahamu nyanja zao, basi sote tutaangukia kwenye kuifuata manhaji sahihi na kuifuata njia iliyonyooka na siratu siratulmustaqim. Na ni matarajio yangu tumejifunza mengi katika hicho kisa ya kwamba kwanza, imani yako ithibitishe iwe ni imani thabit, na vile vile uwe ni mwenye kuheshimu mwingine yoyote katika hii dini na watu wamejitolea, kama tulivyoona na sisi basi kwa leo tujitahidini kujitolea kwa njia yoyote. Ni sadakati tembeza misikitini, ni sadakati khairati fanya. Una uwezo wa kuchimba visima fanya. Una uwezo wa kupeleka masai, hata kama ni juzuu moja, kaida ile albaghdadia, ukainunua ukaipeleka msikitini, angalau kila anayesoma juzuu kama ile, na wewe una chaku Mwenyezi Mungu wa kuandikia. Tuwe ni wenye kuoneana huruma Waislamu, tuwe ni wenye kupendana Waislamu huruma kama hii hatuna leo. Leo mwislamu yuamona mwenzake yuadhikika na kwenye dhiki, na yeye yuwajua fulani ana dhiki, ashindwa kwenye kumsaidia. Roho zetu zimekuwa ngumu, roho zetu zimekuwa hazioni, zimekuwa nyeusi, ibilisi amezikelia kisawasawa. Hatuna huruma na wenzetu leo. Je, chukua hii itakusaidia pale msikitini unaposwali wamjua fulani. Je, ni wangapi katika waislamu wana njaa angalau mchukue umlete naye ukakala naye mchana au ni usiku au ni asubuhi. Wajua fulani hali yake dhaifu, basi na mimi nachukua na hiki fulani, kitakusaidia na hiki, tuweni na ile roho ya huruma. Muhammadur Rasulullah walladhina maahu ashidda'u alal kuffar ruhamau bainahum. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.